Hapana, wacha achukue vitu zake. Mm. Zake sitaki vitu zake mm. Sitaki kuitanishwa na kila, hakuna chochote yake, nataka sahi vitu mm. zake achukue mm. aniondoe kwa mdomo yake bwana mm. bwana yake wacha huyo bwana wangu nimpe nimempea, mm. bwana yake nimempea ni kila kitu hadi bwana mm. ukitaka hata watoto uchukue, hapana mm. mm. kuna kitu naona sielewi, kuna kitu sielewi mimi. Kuna kitu sielewi mimi, na muniambie. Kuna kitu sielewi mimi mimi. Lazima mtaniambia, niambia watu wangu hapa, tumeambiwa na daktari anatuletea hapa Eva. Eva amefika hapa, tunataka tuzungumze naye kidogo, tuweze kujua kama yeye pia kuna kitu ambayo ana na mdai na najua, najua ajua kama anana, anadai Eva, labda daktari anaweza kuwa anajua kama kuna kitu enye Eva anadaiwa Eva, Okay, nadhani saa hizi furaha, nadhani unaona furaha saa hizi uko na furaha, sio kama mwanzo. Najua umepitia wakati mgumu, pole sana kwa kupeleka hii maneno polepole, lakini venye mm -hmm. Daktari alikuwa amekuelezea kwamba anataka aende step by step, ndio at least aweze kujulisha watu wabaya kwako na watu wazuri kwako, unaona? So kufikia saa hizi umeshajua watu wabaya kwako, umeshajua watu wazuri kwako, sindio? Vitu zako zikiendelea kutoka polepole pole. pole. Hata na mtoto wako wenye mnasema yuko shuleni ataenda shuleni natasoma na mambo. Naona watu walikuwa na kiburi wote, daktari ashaweka chini vitu. Tumeongoja ziletwe vitu okay. Hey. Hey, zinaletwa hatuwezi toka hapa kama zijaletwa. Mm. So daktari Eva yuko hapa mi mm. Eh, nashukuru kwa kufika kwake mm. mm. Sababu so, hii mambo yote ikitendeka, mm. eh, unajua vizuri pia ajue kile ambacho kinaendelea mm. Sababu nikiangalia naona ndiye alikuwa mwanzilishi wa hii kesi mm. Na ningeweza kumkosoa tu kidogo mambo moja ama mbili mm. kwa hii shughuli yote vile imekuwa inatendeka mm. eh, kwanza kabisa ningependa nikukosoe wakati aliona hii mahusiano ya huyu bwana na huyu msichana mm. na aliweza kunyamazia kwa muda mm. Unajua, ingekuwa vizuri ingekuwa alieleza huyu mama mapema mm. amwambie kwamba dada yangu, kuna hii na hii ambaye anaona kwa hii boma, mm. na anaona ni kama itakuja kuleta shida baadaye mm. najua ni kitu ambaye ingeweza kuzuilika mm. na huyu mama, hizi pesa ambaye alikuwa anatuma hii muda yote mm angekuwa anatuma angejua vile angefanya, mbinu ingine hapo. Mi nakuchukua makosa na urekebisha hapo, lakini ningependa pia nikupe pongezi . Ujua, wezi elewa, ni kwa nini nasema nakupa pongezi? Sababu mimi nimekuwa nikiona mambo yako na mienendo yako, na wewe ndio umefanya hii kazi ikue rahisi. Najua wanashangaa sana kwa nini nasema hivyo, lakini umekuwa umekuwa unatumia hekima sababu umekuwa unaenda kwa ile kikao unakaa nao, unajua ni nini ambayo wamepanga. E, najua mwezi elewa, lakini huyu msichana. E, ndio maana nilikuwa nakuambia mama, ni vizuri ni kujulisha nani mzuri nani mbaya nani rafiki nani adui. E, na nilikuwa nakuambia, kuna watu ambao unachukulia vibaya na ni watu ambao wamekuwa wanakuwazia mazuri, mmoja wao ni huyu msichana. Najua eh, labda ulikuwa umemchukulia tofauti hapo mwanzo eh, na ubaya yake ile, mnaweza sema alikosea ni hapo pa kuchelewa kukuambia. Unajua anasemanga uzibe ufa hmm, kuliko ujenge ukuta. Sasa aliacha tukajenga ukuta hmm, eh, akafanya mpaka baba na mtoto wakazaa, na hiyo ndio makosa ambayo alifanya, lakini ni sawa, yote tunasema ni sawa, makosa imetendeka. Hakuna vile tunaweza zuia maji yakimwagika, yashamwagika, na makosa ilishatendeka, lakini amekuwa ni msichana mwenye hekima, sababu amekuwa anaenda kukaa kwa hiyo kikao na hao watu, anasikiza vitu vile, vitu ambayo wanaongea na mipango ile wako nayo, na siri mingi nadhani ni yeye amekuwa akitoboa, si, ni ukweli. Hmm. Eh, siri mingi ni yeye amekuwa akitoboa, akimwambia kuna hii na hii, kuna hii na hii, kuna hii na hii. Hata hapo niona sababu nikiona mara ya kwanza kabisa siri ya kwanza alitobolea airport. hmm. Hmm. Eh, na... ni ukweli, na ningependa nimupe mupe pongezi hapo eh tu kwa hiyo makosa ambayo alifanya hiyo, kwa kuchelewesha kupeana ripoti hapo tu ndio mi namkosoa peke yake, lakini hii vitu zingine amekuwa ni msichana muungwana. hmm. Na nia amefanya hii kazi ikuwe vile iko sababu, kuna watu ambao wamekuwa wanajificha kwa migongo ya watu hmm. ambayo ingekuwa ni ngumu sana kuwajua. hmm. E, na kama si huyu msichana mama, hii mahali hmm. e, yako ingepotea tu hivyo na hakuna mahali ungeenda. hmm. sababu... so, amefika ah, hmm. hey, mama karibu karibu. yes, mama tu hapa. Unaona sasa, ukatalie vitu ambayo unajua si yako, na unajua vitu ambayo umepata kwa njia ambayo si stahili. <coughs> Unajua nini, kuna kitu unataka kusema? Hapana, wacha achukue vitu zake. mm. sitaki vitu zake mm. kuitanishwa na kila, kuna chochote yake, nataka saa hii vitu mm. zake achukue mm. niondoe kwa mdomo yake, hata huyo bwana yake, wacha huyo bwana wangu, nimpea, mempea bwana yake nimempea, nimempea kila ni kitu, hadi bwana Hmm. Ukitaka hata watoto uchukue, sitaki wa mm. kudaiwa bwana baada tudaiane bwana. Sasa wacha hmm. tu akae na yeye vitu <laughs> ambaye alikuwa anataka ni vitu ambaye imetoka kwa mikono yake ndio. yeah. alikuwa ya anataka kama ni mzee sijui kama mama wamesema wamekugawa, umepewa mzee, ume, mzee mzee sitaki, sintakaa tu hivyo hmm. sinikuwa nimekaa huko kwa, kwa US peke yangu. yeah. yeah. Yeah, lazima nikwe na mzee hmm. so, Shani, wacha angalia angalia angalia angalia, angalia kama ndio hiyo. Wacha kuongea mambo mingi. Usiongee mambo mingi tafadhali. Usiongee mambo mingi. Naona hapo aje, itakuwa aje, sababu kuna watu kadhaa nimeshughulikia, mm -hmm. na kuna vile baada ya hapa kuna vile nitakueleza tufanye na kila kitu itakuwa sawa ndani ya siku tatu, yeah. Kila kitu itakuwa sawa. Majina tutabadilisha sababu so, ameleta mwenyewe na mikono yake mm. E, si umeona iko sawa? Thank you. na hizo majina kama zinabadilishwa mkuu, na kuelewana sasa. Hizi umeshajua mambo iko kwa sababu una, kuna kuna fomu na fau sign mm. Ikiwa nabadilisha hizo majina mm. So in case uitwe ku sign hiyo fomu, usisumbuane na mtu <laughs> ukisumbuana na mtu tutarudisha daktari. Sawa sawa sawa. Mambo imeisha, si ndio? imeisha sawa, yeah. mm. okay, sawa. Mm. Okay, sawa. kama umerudisha, si hii kuna shida na wewe. uh-huh. mimi hata sina ubaya, mimi si adui yako uh-huh. na ukipatana na mimi siku ingine usenipige mawe sababu, mm. mimi si adui. hata ukiwa na ki... na shida mm. yeah. Yeah. ukipata shida unaweza, ukipata shida unaweza nitafuta ama ukatafuta mm. mm. daktari na utasaidiwa nilitaka tu mwenye haki asaidiwe, tuonane. Sasa, sasa ndio nilikuwa upande huyu mm. na ndio nilikuwa nakueleza mama mm. naona umefurahi leo. Nimwambia chochote ambayo ni yako ambayo inaitwa na jina yako mpaka irudi, chochote ambayo ni jasho yako, mimi ndahakikisha imerudi naamini utafurahi zaidi mm. Pesa zako, mali yako, ingepotea hivyo na watu wengine. Si ni ukweli? So, so kwa hivyo daktari like naacha mm-hmm, nikurudisha nyuma kidogo. Uy, unasema sasa huyu msichana ana kwa kosa yoyote, makosa yoyote akosa yenye ako nayo ni ile kuficha, kuficha nini relationship ya baba yake na mtoto y yeah, hiyo tu, lakini hivi tu zingine eh, wako sawa, simchukuli makosa mm. Yeah, sababu ni mtu ambaye alikuwa anajua nini kinaenda kutendeka mm. na ni mtu sababu, nikiona kwanza, unajua mambo malitafikia yeah, nikiangalia kwanza <laughs> naona ni yeye alikutafuta, sio yule mtu. Wewe ndio ulinitafuta, hata mimi nilikuwa nashangaa mbona mm. mbona unakoa hivyo, wewe ulinitafuta. Unajua kazi watu tunafanya mm. Mm -mm. ni vile nikienda kuji, kuji explain nikienda ku, ku explain sister yangu mm wanakuwa na wananiinukia mpaka mm. wananichanganya, na shindwa mm. na unajua pia mimi ni binadamu, nikasema ile mipango yenye niko nayo nikasema, ani kabla ajakuja hapa, alale siku mbili tatu wacha ni kuita tuende na wewe huko airport hiyo mm. maneno ianzie tu hapo mm. Mm -hmm. Ulitumia akili, tunashukuru. Pia tunashukuru sana, lakini usikuwe mtu akuficha siri sana, mtu ataumia inaringana juu sasa, Binai, kusema tu kuna siri zingine za kuficha najua, lakini kama hizo zilikuwa sensitive sana hmm. Eh, lakini sasa unaona, huyu mtu alikuwa mbali kazi zake, contract ya jamaliza sasa, nishinde nikimpa udaku zingine hmm. Mimi nikaangalia nikaona, juu najali mawazo yake na pia najua hii maneno hai si maneno rahisi hmm. Si maneno ya furaha hmm. Na ako mbali ni hmm. Hmm? Hmm. Ni kweli ni kweli, okay hmm. So hiyo iko sawa so, so tunashukuru sana ni kwa kusaidia sister yako lakini pia usimame na yeye kama kweli kuwa na makosa yote na sister yako, simama na yeye apate vitu zake zote sawa. mm. E, najua vitu zake zitapatikana leo zote, lakini pia daktari amekutafuta hapa, amesema kwamba wewe ndio unajua e, mali hiyo nini, iko hii shamba ya Kirinyaga yenye amepata saa hizi, mali iko, najua, si ndio ulikuwa unatembea na bibia nania, bibia ya Jeff

juu ashapata title deed ya hiyo nini, arudishe hiyo du, turudishe huyo mjamaa, hii maneno iishe. mm -hmm. juu pia yeye venye tu hakuwa anataka jasho yake ikuliwe, hata estake kukula jasho ya ule mjamaa, juu venye alichoka akitafuta. mm -hmm. hiyo pesa, by the way, huyo jamaa alisema hata yeye mm -hmm. hiyo pesa anatumiwa na brother yake ako mbali, ako huko majuu hiyo ijalisi, mimi siwezi kabisa, nakwambia, nakuambia siwezi ile hasara mmenipeleka. Hiyo mambo tunakujanga hapa kila siku, hata kuna kitu nafanya, imagine mimi tete, wakati nitoka huko airport ndio nakuja kuingia mambo kama hii. Eva, siwezi rudisha hata kidogo. Usikudanganye. Hata hata utakula jasho ya wenyewe. Hapana, siwezi. Acha, utarudisha, utarudisha milioni. Eva, acha kuniambia hivyo. Unajua mambo ile unaongea hapa, naona kama at least wewe uko sawa kabisa. Hana pesa ya wenyewe ya nini, nayo usikule. Pesa ya wenyewe na utarudisha. Kwani unadhani wewe mtu tutampea pesa? Mmempigia simu anakuja hapa sasa, tutasolve aje? Kwa sababu hiyo maneno ni maneno yenu, wewe na mzee. Una shida, ukileta mambo mingi. Kwa nini unawekelea mambo mingi? Mambo ikiisha unawekelea mambo sababu, at least kuna mambo umefanya vizuri mm, lakini bado kidogo Hmm. Unajua kwasani wetu wadamu we ni sistango. Na siku dhani unaweza nifanya mambo kama haya. Lakini, naenda tu nikusamehe, igawa tu kidogo tu imebaki. Lakini, wacha tu. Hiyo pesa siwezi. Ile asala Binai nimepelekwa nao watu. Mimi siwezi kubali. Mtoto wangu hajaenda shule vizuri. Hatujakaa na amani, hatujakula vizuri. Tunalala kwa, kwa majirani. Mimi siwezi hivyo. Hiyo sala mmenipeleka hapana. Hata mimi itaonekana mimi ni mjinga sana. Hmm. Naweza onekana mi ni mjinga sana. Mimi siwezi kabisa, hmm. siwezi kabisa Ata... unakatalia milioni mbili na uko na so mitaka... mali yako uko na jasho yako. Nitaka ngumu hata ona. Umenikalia, wacha nikwambie, wamenikalia ngumu wote, hmm. imagine, anakaa na watu wenye si wa damu yangu, wanashikana kikundi kama hiyo hapa hapa, na, siwezi, lakini lakini hapa daktari amesema alikuwa anashikana na hiyo kikundi kutu, kufanya nini, kutoa huko. Maneno yanasema maneno ndio ni juu yenye tutarudishwa. Kwa hiyo kuna mambo alinyamaza. Okay, nakumbuka nakumbuka, hata yeye pia alikuja hapa yenda, alitupia hiyo hiyo siri ku ya kunini ya shamba keno likiwa ina ya keno iko ina, ina inauziwa inauzwa, na hata mimi ndio ninajua mahali iko hiyo shamba bado. Eh, wewe ndio unajua mahali hata yake lenyaga ni mimi najua, hata mzee bado anajua mahali iko bado kuna uhipokriti hapa Binai, ukumbuka wakati tulianza hii kesi, kuna vile alikuwa anajua mambo, um, ya, ya, ya, ya bwanangu analala na, na mtoto wake na, hapo ananiambia bado ananiambia hiyo mambo. Hapo mimi niko na hasira kabisa, lakini mimi nisa kusamehe kidogo, lakini bado wacha tuendelee. Pesa wenyewe utarudisha milioni mbili, tutatoa wapi sasa? Unataka tena utu, utuachie deni tukiwa na kanini na mzae wewe? Ulikuwa unafikiria nikikuja hapa nitapata kukaa? Ni maskini yani? Uko na pesa nitakuja kula nini? Nikikuja ulifikiria Ntakuja kula nini mimi, wakati nikuja ati pesa mtatoa? Sasa nyinyi wenyewe mtajua ka nini. Ndo huyo hapa amefika, nyinyi wenyewe mtajua venye mnalipa. Huyo mtu ameleta vitu, mbona ulikuwa unajihangaisha mpaka ujikune ndo ulete vitu hii ni logbook ya gari yenye walikuwa nasema so, ile ya uba sindio? Hii ni title ya nini, ya boma ya boma eh, mtu kwanza kwanza, na ndio vitu zako zinapatikana, unafaa ushukuru daktari sana. Daktari unafaa mtafutie hata kuku wa ng'ombe. Ah, lazima hiyo, lazima hiyo, lazima kile anataka atamwambia. So hiyo majina bado iko kwa nini yako. Sindio ndo hii majina yeah. Ulikuwa naona ulikuwa umeweka kwa majina yako yeah. So mama yako akijaribu akienda kufanya proses ya kubadilisha hiki kitu, usisumbuane na yeye, utasaini lakini usisumbuane na yeye. yeah. yeah. yeah. yeah. Pia usimubadilishie hizo majina kama jarudisha pesa ya ile shamba. Hapana, unajua ukifanya hivyo, mnaanza kukosea daktari na mnaanza kukosea tena sista yako kanini. <coughs> yeah. Tafadhali, we mwenyewe unajua kitu imekwa penya ni nini, sawa? Usisikize anti yako sawa, usisikize anti yako kitufanye, kama mama yako anataka kuprocess hizi vitu eh, usaini hizi vitu, aprocess atoe majina zako hapo arudishe kwa majina zake sawa. Unajua kwanza huyo mtoto huyo eh, mtoto mimi sikukuwa hata na shida na yeye eh. Eh, sababu mimi wakati niliwaambia eh kuna mambo ambayo nataka niwafichulie huyu, mm. mtoto, kitu ambaye alifanya hata nikampea punishment mm. ni hiyo kiburi tu ya kuniongelesha vibaya na kuongelesha wazazi vibaya mm. sababu niliwaambia kuna watu ambao wanatumika kwa hii kitu mm. na kuna watu ambao wanajifaidi mm. sababu hata kama ni wewe uwezi lala na mzazi wako mm. najua hata mkoaichuliza wa kitu kama hiyo huyu mm. e, mtoto ni kutumiwa, alikuwa anatumiwa na alikuwa anafunikwa na madawa ndio. hmm. Unaona, alikuwa anafanya vitu mingi hata anajua alishangaa. Sana title ya hiyo shamba ingine ilienda wapi? Najua wewe, title deed ulikuwa nayo eh? nilikuwa na title deed zote isipokuwa ile yenye tulinunua shamba na mzae peke yake na yake, hizo zingine, kwa sababu mzae amesema ndio alichukua kwako wewe. Unajua kama ndio alichukua kwako? Hapana ahuku nan hizi huko unajua tu ziko. Kwa hivyo umejua leo kwamba title deed ya nini ya Moranga iko kutoka hii kesi, nataka kusema confirm hizo vitu mali zilikuwa. Ndio nakwambia huyo mtoto alikuwa anatumika lakini ubadilike hii kiburi ambayo uko nayo. Nimekuambia nimeona maisha yako ya mbele, so, ni mtu ambaye ukitia bidii. Daktari hmm. hata nikukatisha kidogo, alikuwa anatumika kivipi? Kwa sababu eh, alikuwa mpenzi wa mzee, alikuwa anatumika aje? Ndio nakwambia kuna watu ambao alikuwa anajifaidi kupitia hmm. hii mambo hmm. ni dawa alikuwa anaekewa, na vitu ambayo alikuwa anafanya, hata mwenyewe alikuwa ajielewi. ah. najua mtashangaa sana. Kwa hivyo tumekuwa tunalaumu kadini, nasema alikuwa nawekewa madawa huyu msichana. Ndio alikuwa msichana mwaminifu sana, hata nashangaa mama. Najua mama, mama, mama alishangaa sana, huyu mtoto alibadilikia wapi. Alishangaa hmm. sana, sababu alikuwa mwaminifu kabisa, yeah. Hata wakati ulikuwa tunacomunicate naye sikudhania mambo kama hii inaweza happen na waliona kwamba unajua, waliona yeye ndio mtu wa karibu sana na wewe, na wakiweza kumvuta yeye karibu, ndio atakuwa, itakuwa rahisi kupata vitu kutoka kwako. Na huyo mwanamke, niliwaambia, huyo mwanamke sio mtu mzuri, ni mtu ambaye ameona mengi na ni mtu mjuaji. Aliweza kuona hata huyo mzee ni vitu ambaye anafanya ajielewi. Unajui hmm. kama mnajua kitu kama hiyo hmm. unaona anapigwa na bibi anafanya nini hmm. na ni mwanaume na hii kazi yote ni ya nani yao mwanamke? Mwanamke. Ni kafupi. Daktari, mimi kuna kitu yote nilikuwa nafanya nikijua. Ni mambo yote ulikuwa unafanya ni dawa ulikuwa umewekewa. Eh. Ni mwanamke ni pepo. Yeye, unaona alikuwa anafanya, lakini saa hii najua amebadilika. Eh, umemweza. Saa hii amebadilika na naamini atakuwa sawa akienda jaribu kuleta ujuaji mwingine. Sababu ni mjuaji, sio mutu hivi hivi, sio mtu ya kuchezea mtu, hata ambaye ukicheza anakuweka chini. Sio mutu hivi hivi, mutu mutu kucheze, mutu hivi, hivi. Ni mtu ambaye nafaa unakaa na naye makini. Nikashindwa tangu mtoto nimpate, nimemlea vizuri Sijai mchapa nimempeleka shule mzuri. Hmm. Mtoto wake nime kaanza kumpea vitu. Sasa wakati nimefika huku nikapata amebadilika. Hata sikuwa naamini yetu naongea, hatujajibiana naye. Sasa naona hata na tukijibiana na, na, Sana, na, na shanga kumbe akuwa peke yake alikuwa anatumika na kile huyo kile, mama hiyo kimama. Nimekwambia huyo mama si mzuri, hata kumwangalia hivyo, si mama mzuri kabisa sana. Na familia yangu, na mimi nikajua hii yote, ndio maana nikawatafutia Binai, lakini hata mimi mumenipitishia hali gumu, mpaka kuninyanyua daktari hadi anaweza angusha. Hmm, mtu huyo mama, mama sio wakuchezea hivi huyo mukibishana na yeye sababu ni mtu ambaye ametembea, hata nilikuambia vile tulikuwa na na hapa juu mimi, kama si kama si kama ningekuwa adui wako, vile unaona ama vile unaambiwa na watu hii maneno yote hata singekuitia huyu mjamaa na hii maneno, hata ungejua ukiwa mbali ungeweza kuisi. Hata ukikuja hapa ujue, kama ungepata mtu kama huyu mwenye atakufungua macho, akuitie mtu kama huyu, hii maneno ingekusukuma sana. Hata sasa hii sijui hali yako ingekuwa namna gani? Sema tu kweli. So nani? Yani utasamea mtoto wako huyu kwa sababu maneno inasemwa hiyo? Utasemea utasamea mtoto wako kanini? sababu maneno ni alikuwa nafanya kama akuwa naelewa kitu alikuwa nafanya. Mi naona hiyo hata mi, unajua kitu imeniguza sana hmm. Unapata vitu zako na ni kitu alikuwa nafanya kama ajui. Mi naona hiyo mambo imalize tu tafadhali, ni mtoto wako. Kama umemlea kama mtoto wako aina haja umwache abaki peke yake. Msame e... hmm? hey, <laughs> <laughs> Ole, wow. Bobo, naomba msamehe manika nini, tafadhali. Umesikia so, hapa kwamba vitu alikuwa anafanya kuwa najua hata mm. E, kama kulikuwa na chuki yoyote, naomba msamehe, sawa ni kutumia alikuwa anatumia. Unajua, mimi nilitaka niweke mambo wazi na mjue nani ndio, niwache chuki katikati. nilikuwa nimwambia yule mama kwamba akitaka vitu yake hata sahii, ningemrudisha. Na ndio maana huwa mimi huwa nafuatilia vitu hatua kwa hatua, ujue kila kitu, kila kitu iwekwe wazi, sababu vitu kama hii hata angejua angechukia mtoto bure mm. na angekuwa na maadui kama huyu dada yake angemchukia mm. na watu wengine ambayo walikuwa wanatumika mm. Eh, unajua ni vizuri kabla ufanye kitu ukuwe na hekima uangalie kwanza nini chanzo, eh, sababu huwezi pata tu mtu amebadilika ghafla mm. Eh, mtu ambaye ulikuwa unaamini mm. na ujui ni nini mpaka ujaribu kuchunguza uone nini ambaye inamsukuma afanye kitu kama hii. hey, hey, hey. mm. hey. hey, pia naona, nastahili sasa kusamehewa sasa najua <laughs> eh, itakuwa nini lakini, a pia inastahili kusamewa, lakini siko na shida, umesaidia sana pia, yako na tunashukuru tauta ukasimama na hii vitu. Eh, na daktari ametuelezea mm. mm. pakubwa sana sawa, eh. yeah, so, and, mm. sawa. Mm. Eh. sana kwa vitu enye e Najua umepitia wakati mgumu sana mm. but sahizi hata kama unatoa machozi unatoa machozi ya furaha, sindio? Mambo itakuwa sawa mzee. Ndo huyo mm. amefika mm. mambo inakuwa sawa. mambo itakuwa sawa. So, mko familia mm. e, na, ame na hata mm. e, so, <coughs> e. yeah. vile ulikuwa unajificha mimi nilikuwa nakumulika hii, ulikuwa unanyamazia tu, uende ujipambe na mbali, mbona uleta tu ona? Umetoka nyumbani kweli ama hii ilikuwa umeweka wapi? Hii ilikuwa umeiweka wapi sasa? Na unasema una hii, unakaa kwa iweka kwa nyumba tu. Nyumba na Mama Shira alikuwa anaiona. Hakuwa anaiona, angeiona. Hii nilikuwa nimeficha. Si najua mama bwana akiona kitu. Sasa yeye alificha ile title deed ya Kirinyaga na yuko ficha title deed ya Muranga. Jameni, mulikuwa mnafanya michezo mingine hapo, mlikuwa munapanga nini jameni? Kumaliza huyu mtu kabisa? kanini kwa nini hizi vitu, ulikuwa umeweka majina zako zote yeah. ya boma na hii ulikuwa umeweka majina <coughs> so, <coughs> so, <coughs> yeah. so kwa hivyo pia baada hapo kuna kazi ya kutransfer mama wako apate, sawa yeah. Mio ni kazi la hizi kutu, ni transfer. mimi <tongue> nataka mu... wakati ya kubadilisha msisumbuane, mm. Sababu mjua ukweli mzee, mm. E, wewe nilikuwa nakumlika lakini ujanja yako uwaje. Unajua kuna ujanja kidogo hata kama ulikuwa unatumika lakini pia hiyo ukora kidogo ambayo uko nayo, mimi nataka ubadilike. Eh, ujaribu kutafuta yako ya haki na yako ya jasho, na hata wakati tumekuwa hapa, eh, huyo mwanamke ako amekuwa hapa na amesema sijui ati usirudi huko kwake, sema usirudi huko yeah, ametuachia hapa ujumbe kwamba usirudi nyumbani mm. hmm. hmm. Kwa, ukumbuke kitu ingine, kuna ile pesa ya ule mjamana, anakuja hapa saa hii, nimempigia simu, anakuja na hii pesa. Mlikuwa watu wanne, mlikuwa watu wanne, na sasa wenye maadaa ametoka ameenda mashirosi ameenda, tutafanya <coughs> aje? Ama ndio kitu ilifanya akaenda haraka haraka hivo? Alikuwa anajua huyo mtu wa shamba anakuja? Hakuwa anajua na mbona ha, ametoka haraka haraka hivo akaenda ye, kwa sababu alikuwa kwa hii group na ye pia, ndio watu wanadaiwa pesa. Sasa itakuwa aje? Acha hmm, kuja tu tuongee naye tuone venye tuta

Hata mimi mimi mimi pesa hmm. <laughs> mnamaliza, uone kama ako mbali kama ako karibu tu, akuje tuongee tukiwa kwa pamoja hapa hivi, tusitoke hapa tena hapa <laughs> hmm. kwa <laughs> ya sababu ya <laughs> hali ambayo mwanamke amepitia <laughs> sio mzuri na mimi sijafurahia, ndio maana nilitaka, siwezi nikapata giri mia tano daktari. So usipo sofu hii maneno yote, ujue utakuwa umeniacha kwa Eva Amelia. Jamani Eva Amelia, niko na watoto wadogo na ule mjamani, yeah. Mtu akona pesa anaweza kutusukuma haki kutu, yeah. Mm. Muangalie pia hali yetu, acha, acha kuja, mjue vile mtaongea mm. na Eva Amelia, lakini Eva anajua anataka kuacha mm.